Zamani za kale wanyama wote waliishi kwa amani katika kijiji cha mlimani, lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa: hakuna aliyekuwa akiamka mapema. Wanyama walichelewa kwenda shambani, watoto wa sungura walichelewa shule. Na hata Simba alichelewa kuongoza mikutano ya msitu. Siku moja Malkia Tai aliitisha mkutano wa dharura juu ya tatizo hilo. tunahitaji mnyama atakayekuwa akituamsha kila asubuhi, alisema kwa sauti ya mamlaka. Wanyama walijitolea. Paka alisema atapiga mioweo, lakini sauti yake ilikuwa ya upole sana. Mbwa alisema atabweka, lakini alilala fofofo usiku kucha Jogoo aliyekuwa kimya muda wote alisimama na kusema, mimi naweza kuwika kwa sauti kubwa kila asubuhi. Wanyama walicheka, wewe jogoo mdogo tu. Lakini jogoo hakukata tamaa, aliahidi kujaribu. Usiku ulipofika, jogoo alikesha akijifunza kuwika kwa sauti ya kuvutia. Alijaribu mara nyingi hadi sauti yake ikawa ya kipekee. Asubuhi ilipofika jogoo alisimama juu ya mti wa miembe na kuwika kwa nguvu. Wanyama wote waliamka kwa mshangao. Ni nani huyo? Waliulizana. Jogoo alirudia tena, kukuruku! Tangu siku hiyo jogoo alipewa jukumu rasmi la kuamsha msitu kila asubuhi. Na ndivyo ilivyokuwa, kila alfajiri, kabla hata ya jua kuchomoza, jogoo huwika kwa fahari Akikumbuka siku aliyothibitisha kuwa hata mdogo anaweza kufanya jambo kubwa. Mwisho.